Jamaika imekumbwa na kimbunga kikubwa zaidi ambacho kinaendelea na kinatarajiwa kufikia Oktoba 28 kuwa kikubwa zaidi kufikia rekodi ya juu ambayo hijawahi rekodiwa tangu kuanza kurekodiwa kwa vimbunga miaka 174 iliyopita, kulingana na watabili wa hali ya hewa. Kimbunga hicho kilitarajiwa kupita nchini humo mapema Jumanne na kuvuka kisiwa hicho kwa uelekeo mkubwa zaidi kikianza katika parokia Mtakatifu Elizabeth kusini mashariki mwa nchi hiyo na katika eneo la Mtakatifu Anna kaskazini nchi hiyo. Masaa machache kabla ya dhuruba hiyo, serikali ya nchi hiyo ilisema imefanya kila liwezekanalo ili kujiandaa, huku ikionya kuwa kiwango cha uharibifu cha kimbunga hicho kitakuwa ni kikubwa zaidi cha kufikia maafa. Naye waziri mkuu wa nchi hiyo Andrew Holness alisema hakuna miundombinu katika eneo hilo inayoweza kustahimili kimbunga hicho cha kiwango kikubwa. Maporomoko ya ardhi, miti kuanguka na kukatika kwa umeme kuripotiwa kabla ya kimbunga kikubwa zaidi kutokea Jumanne ya Oktoba 28 huku maafisa wa pia wakionya kuwa shughuli za usafishaji na tathmini ya uharibifu zitachukua muda mrefu kutolewa. Mawimbi makubwa ya bahari yenye urefu wa hadi futi kumi na tatu ama mita nne yalitarajiwa kuonekana na mengine yalikuwa yameshafika mita nane katika maeneo ya kusini mwa Jamaica, na maafisa wa afya pia wamehofia kuwa hatari na hadhari inaweza kuwa kubwa zaidi, wakati ambapo baadhi ya hospitali zilizoko karibu na pwani zikiwa zimeanza kuhudumia wale waliokumbwa na kimbunga cha kawaida. Kimbunga hicho tayari kimesababisha vifo vya takribani watu nane katika baadhi ya maeneo huku kikubwa zaidi kikitarajiwa kusababisha maafa zaidi ya hayo, na watu wengine katika eneo la karibu na Haiti wakionekana kujeruhiwa. Na watu wa nchi jirani Haiti na Dominica wameripotiwa kutoweka na kuelekea kusikojulikana baada ya kimbunga kikubwa zaidi kupita karibu na maeneo hayo. Kimbunga Melissa kilikuwa katikati ya takribani kilomita 240 kusini magharibi mwa mji wa Kingston na kilomita 530 kusini magharibi mwa Guantanamo, Cuba, kulingana na kituo cha kitaifa cha vimbunga cha Marekani mjini Miami. Kilikuwa na kasi ya upepo wa hadi kilomita 280 kwa saa, huku kikisonga kuelekea kaskazini mashariki mwa hiyo kwa kasi ndogo ya kilomita 4 pekee kwa saa. Mshauri wa shirika la Mercy Corps Calling Bridge wa Kingston alisema familia nyingi zimeamua kubaki majumbani mwao licha ya serikali kuamuru kuwa watu wa maeneo hatarishi zaidi wanatakiwa waondoke, lakini wengi hawajawahi kushuhudia kitu kama hiki na kupuuzia wito huo wa serikali. Hali ya kutojua kinachoweza kutokea kuwa inatisha zaidi. Waziri wa maji na umeme wa nchi hiyo Matthew Samuda alisema zaidi ya majenereta hamsini tayari yameanza kutumika kwa ajili ya kurejesha huduma ya umeme katika nchi hiyo, lakini akawahimiza wananchi kuendelea kutunza maji safi na kuwa waangalifu wakati ambapo kimbunga kinachoendelea hakitotabirika, ni lini kitaisha. Kimbunga Melisa pia kilitarajiwa kufika mashariki mwa nchi ya Cuba Jumanne usiku kikiwa bado na kasi ile ile ya kiwango kikubwa. Tahadhari ya kimbunga imetolewa kwa majimbo ya Grama, Santiago de Cuba, Guantanamo na Holguin, huku tahadhari ya dhoruba ya kitropiki ikitolewa kwa eneo lingine la Las Tunas. Vipimo vilitabiri mvua pia kubwa inaweza kutokea yenye takribani sentimita 51 katika baadhi ya maeneo ya Cuba pamoja na mawimbi makubwa ya bahari katika eneo la pwani mwa nchi hiyo. Maafisa wa Cuba walisema Jumatatu mapema ya Oktoba 27 kwamba wamehamisha zaidi ya watu laki sita kutoka eneo hilo ambalo inatarajiwa kuwa na kimbunga kikubwa, wakiwemo wakazi wa mji wa Santiago, mji wa pili kwa ukubwa katika nchi ya Cuba. Kimbunga Melissa pia kimeleta mvua kubwa kusini mwa nchi ya Haiti na jamhuri ya Dominika, ambapo tahadhari ya dhoruba ya kitropiki bado ipo mashakani. Kimbunga hicho kilitabiriwa kugeukia kaskazini mashariki baada ya a Cuba na kufikia katika eneo la Bahama kusini mashariki kufikia Jumatano ya Oktoba 29. Msimu wa vimbunga huwa ni wa wasiwasi mkubwa zaidi katika eneo hilo na kwa yeyote aliye karibu na njia ya dhoruba. Upepo mkali na mvua kubwa vinaweza kusababisha uharibifu mkubwa, kukatika kwa umeme kwa siku au wiki kadhaa, na kuvuruga maisha ya watu. Hata hivyo, maafisa wa usimamizi wa dharura wanasema kwamba msongo wa mawazo pia unaweza kupungua ikiwa watu watakuwa na mpango wa tahadhari katika maeneo hayo. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.